Tanzania ni nchi iliyojaliwa kuwa na maziwa pamoja na bahari ambazo kupitia rasilimali hizo zimekuwa chanzo kikubwa cha ajira. Maji haya yanatoa fursa kwa watu wengi kunufaika. Pia wapo wanaoongeza thamani ya samaki kwa njia ya uhifadhi na hivyo kuchangia katika uchumi wa nchi. Uhifadhi wa samaki ni changamoto kubwa kwa wavuvi na jamii zinazotegemea samaki kama chanzo cha chakula na kipato. Wakati wa msimu wa uvuvi, samaki wengi hupotea kutokana na ukosefu wa njia bora za uhifadhi. Na moja ya njia ya kawaida ya kuhifadhi samaki ni kwa kutumia mchakato wa ukaushaji kwa moshi. Hata hivyo, njia hii inaleta athari za kimazingira na afya, hasa kwa kuwa moshi unaweza kuathiri hewa na mazingira. Ili kukabiliana na changamoto hizi nimekutana na Survey Fish Market ambao hutumia solar dryer, kifaa cha kukaushia samaki kwa kutumia nishati ya jua, njia ambayo ni salama kwa mazingira na husaidia kuhifadhi samaki kwa muda mrefu, huku ikipunguza madhara ya kiafya na kuboresha maisha ya jamii. Kama tunavyojua, Tanzania tumebarikiwa na uh, vyanzo tofauti tofauti E, vya samaki kuna samaki ambao tunaotoa baharini, lakini pia kuna samaki ambao tunaotoa kwenye maziwa ambao tunasema ni maji baridi. E, ukiangalia swala la samaki, samaki huwa anakwenda anaathiriwa zaidi na hali ya hewa, kwa hiyo kuna kuwepo na kipindi cha msimu na kuna kuwepo na kipindi ambacho samaki wanakuwa ni adimu. Kwa hiyo katika kipindi kile ambacho ni cha msimu samaki wanakuwa wanapatikanika kwa wingi sana na bei yake inakuwa iko chini, lakini kipindi ambacho sio cha msimu, basi wanakuwa wameadimika na unakuta bei yake inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo kama survey fish market, tukawa tunapata changamoto hasa kipindi kile ambacho sio cha msimu, tunajikuta hatuna samaki, hatuwezi kuuza samaki. Wateja wanataka bidhaa, lakini bidhaa haipo. Kwa hiyo tukaja na wazo la kusema sasa kwamba katika kipindi kile ambacho samaki wanapatikanika kwa wingi basi tuweze kuwavuna wengi zaidi na kuwakausha na kuwahifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye. E, tumeona kwamba kuna njia ambazo si salama sana ambazo zinazotumika mfano, e, kwenye ukaushaji kwa kutumia moshi pale kwanza kuna uharibifu wa mazingira ambapo miti inakatwa, lakini miti hiyo hiyo, kuna miti ambayo ni salama na miti ambayo si salama. Sasa ni kwa jinsi gani ambavyo inachujwa miti salama ndio itumike kukaushia samaki na kuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo tukaona njia ambayo ni salama zaidi ni kuja na hii nishati safi, nishati jadidifu ya ukaushaji wa hawa samaki kwa njia ya jua yaani solar dryer. sasa hii solar dryer kwanza inahakikisha usalama wa chakula lakini pia virutubisho vile pia havipotei, lakini pia tunahakikisha kwamba lile zao linakuwa ni salama kwa mlaji yule. U, yule samaki ambaye amekaushwa kwa kutumia uh, kuni unakuta kwamba anakuwa na, na harufu lakini pia muda mwingine anakuwa anaungua, ila kwa hawa wa kwetu ni kwamba ambao tunawakausha kwa kutumia mwanga wa jua, samaki anakuwa anabaki ni msafi, lakini anakuwa amepata rangi nzuri kama amebanikwa, lakini tumetumia nishati ya asili ya jua. Soko la samaki ni kubwa na linaendelea kukua ndani na nje ya nchi kwani uhitaji wa samaki kama chanzo cha chakula na kipato ni kikubwa katika maeneo mengi. Wakati ambapo idadi ya watu inaendelea kuongezeka na mahitaji ya bidhaa za samaki yanazidi kuongezeka, uhifadhi bora unakuwa muhimu ili kuhakikisha samaki wanapatikana kwa wingi na ubora mzuri. Soko lipo kwa kwanza, walaji wa kawaida wa majumbani wa hapo, lakini pia kwenye mahoteli pia wanapendelea pia hawa samaki ila pia hata nchi jirani ya Kongo hapo, hawa samaki wanapendelewa sana. Kwa hiyo soko bado ni kubwa na bado tuna uhitaji kwa kweli, tunahitaji nguvu ili tuweze kuongeza uzalishaji zaidi na zaidi na zaidi. Wacha nikupitishe katika mchakato wa maandalizi sasa. Ukishapokea wale samaki, kitu cha kwanza kabisa eh, ni kuwakagua kuwaangalia wapi wanafaa wapi ambao hawafai. So, unakumbuka ule msemo wanasema samaki mmoja akioza wote wameoza. Kwa hiyo <laughs> sisi tunachofanya ni kwamba kabla ya kumhifadhi samaki lazima umkague kwamba yuko sawasawa sawa. Na kwenye kumkagua kuna namna ambavyo tunafanya. Kwanza kabisa, kwa kumwangalia umbo lake, unaweza ukajua kwamba huyu samaki yuko vizuri au hayupo vizuri. Umbo linakuaje hilo kwa sisi tusio wataalamu? Eh, kwa kitu cha kwanza kabisa unaweza ukamwangalia umbo lake. Ukiliona umbo lake liko teketeke hiyo, hiyo ni ishara moja ambayo inaonyesha kwamba huyu samaki hayuko sawa, kwa hiyo unatakiwa umfanyie uchunguzi zaidi. Uchunguzi wa pili unaangalia macho ya samaki. Samaki ambaye ni fresh jicho lake linakuwa linang'aa ndiko vizuri, lakini yule samaki ambaye ana shida utakuta jicho lake limefubaa sana. Hiyo ni hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni hatua mojawapo, lakini nyingine unamwangalia yale matamvua yake. Ukiona matamvua yamebadilika yamekuwa rangi ya kijivu au ya brown, huyo samaki unakuta kwamba ana shida kwa hiyo ukisha, ukisha, ukisha, ukisha wachambua, kuna mawili, aidha unakwenda kuwa process, au kama huwa process muda huo, basi unaweza kwenda kuwahifadhi kwenye kihifadhio kama hivi freezer. kwa hiyo freezer yetu hii kama unavyoona, samaki wetu tu hawa tuliwapokea, kwa hiyo tukawa tumewahifadhi kwenye hii freezer kwa ajili ya kwenda kuwafanyia kwa ajili ya kwenda kuwachakata. Kwa hiyo sasa tutakwenda kuwachakata, tutakwenda kuwapima na kwenda kuwachakata. Unaweza ukanisaidia? Okay. Hawa ni samaki wetu tunakwenda kuwapima ili tuweze kujua, tunapima tunaenda kutengeneza samaki wa kilo ngapi hiyo karibu, ili tuweze kwenda kuwa bima. Na hapa tuna samaki aina ya sangara pamoja na sato ehe, kama unavyowaona hapa kuna huyu una sangara safi kabisa. Hawa ni samaki wa maji baridi ambao wametoka ziwa Victoria na hawa ni sato kama unavyowaona wako vizuri kabisa, wametokea. Ndio kwa mfano samaki ambaye tunakwenda kumprosesi e, kwa sababu tunataka akauke vizuri zaidi na aweze kukaa kwa muda mrefu, basi tunajitahidi tuchukue samaki ambaye ni kilo mbili mpaka kilo moja kati ya renji ya hapo, kati ya kilo moja mpaka kilo mbili Wale wakubwa ukiwachukua, wanachukua muda mrefu sana kuweza kukauka. Kwa hiyo renji ambayo tunayoichukuaga mara nyingi ni kuanzia kilo moja mpaka kilo mbili ili waweze kukauka kwa haraka tuweze kuwaingiza sokoni. Mfano kama huyu wa kilo moja na nusu, tukienda kumkausha tunaweza tukapata samaki wa kilo moja na nusu, tunaweza tukapata hata, hata baada ya kukauka akawa na uzito wa gramu mia tisa. Kwa hiyo usishangae, unaweza ukapoteza nusu na robo nusu ya, ya, ya, ya, ya uzito ambao samaki anao tukishawatoa tukisha kwenye freezer au tukishawapokea na kuwakagua, kuwa kama nilivyoeleza awali, basi hatua inayofuata sasa unakwenda kuwapima. Lazima ujue umepima, una, unakwenda kuprocess samaki wa kilo ngapi. Mfano leo tunakwenda kuprocess samaki wa wenye, wenye, wenye uzito wa kilo thelathini na moja na gramu 98 e, kwa hiyo tunakwenda ku Samaki wetu hawa kama nilivyosema, tumekwisha kwenda kuwakagua, wako vizuri kabisa kama mnavyowaona. Kwa hiyo tunakwenda sasa tunakwenda kuwa, kuwa, kuwaosha na tunawaosha ili kuwaondoa takataka zile ambazo wamekuja nazo tokea huko walipotoka. Kwa hiyo tunakwenda kuwaosha hapa, tunakwenda kuwaosha samaki wetu wote, tutawaosha namna, tutaenda kuwaosha namna hii ili kuweza kuwatoa tu ule uchafu ambao hii ni hatua ya awali. Tunawaosha katika hatua ya awali, lakini pia kulainisha yale maganda yaweze kutoka kiurahisi. Kama mnavyoona hapa, tayari samaki wetu huyu kwa kiasi kikubwa amelainika, magamba yake yako rahisi kabisa kutoka. Unamweka kwenye meza ya kuparulia tumesema tunawakagua na kuhakikisha samaki wetu wako fresh, si unamwona jinsi alivyo, mm, ana damu kabisa, damu nyekundu kabisa. Unamwona huyu samaki ni fresh, hata ukimwangalia matavua yake bado yako vizuri, hata ukimwangalia eh, kwenye macho yake bado unamwona yuko vizuri. Kwa hiyo hatua inayofuata baada ya kumosha tunakwenda kuparua, na kwenye kuparua unaweza ukatumia kisu cha kawaida au unaweza ukatumia kifaa hiki hapa maalum kwa ajili ya kuparulia. Hiki pia tumekibuni ili kiweze kuturahisishia kazi yetu ya uparuaji, na unaanza kumparua kuanzia kwenye mkia kuja huku hu, juu hu, hu. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa jinsi gani ambavyo eh, samaki wetu tunamparua kwa urahisi kabisa kwa kutumia mashine. Ishamaliza kum, kumparua kama mlivyoona, tumempanguza vizuri kabisa. Kwa hiyo samaki wetu sasa tunakwenda kumpasua. Tuna, kwa nini tunapasua? Tunapasua ili aweze kukaa bapa na iwe rahisi kukauka. Kwa hiyo tunakwenda kumpasua na tunaanzia kwenye mkia kwa. zinakuwa zinatoka na unamosha vizuri kabisa kwa sababu bila kufanya hivyo ataanza kuharibika kwenye hizo damu, unaona. Kisha unamsugua na unamosha. Basi ukisha mwosha, tunakwenda mweke kwenye kibao samaki wetu hawa tunakwenda kuwafanyia kitu kinachoitwa tunawatoboa. Tunatoboa kwa kutumia kifaa hichi. Kwa nini tunawatoboa? Ili tunapokwenda kuwatumbukiza kwenye ile solusheni yetu, basi ile chumvi iweze kuingia ndani ya hizi ya hizi nyama. Kwa hiyo kama unavyoona, natoboa. Chumvi ndo kihifadhio chetu, yaani ulinzi wa huyu samaki ni chumvi. <tuken> Kwa hiyo unakwenda kuhakikisha hmm? Unahakikisha unamtoboa kabisa kama unavyoona hapa, unamtoboa kabisa hmm. Baada ya kumroweka sasa samaki wetu kwenye maji yetu haya ya chumvi kwa muda wa masaa mawili, sasa tunakwenda kumtoa kwa ajili ya kwenda kumwanika. Kama mnavyoona hapa, anaonekana hmm. kabisa kwamba chumvi imekolea vizuri, kama mnavyomuona hmm. hmm. Hapo tumetumia chumvi tu kama kihifadhio. Kwa kama unavyomwona samaki ameiva vizuri kabisa, tayari kwa ajili ya kwenda kuanikwa, kama unavyomwona. Kwa hiyo tunakwenda kumweka kwenye chombo chetu ambacho tunatumia kwa ajili ya kubebea. Mwiko tunafunika kwa sababu tunatakiwa tufunike. Tunakwenda sasa kumwanika kwenye kaushio letu la jua ili aweze kukauka. sasa ndio tunaingia kwenye kaushio letu, kwa ajili ya kukausha samaki wetu. Na kama tunavyojua ni kwamba lazima tuzingatie, tunavua viatu. Hii ndio sehemu yetu ya kukaushia, na hizi ndio huksi ambazo tutatumia kwa ajili ya kuning'inizia samaki wetu hivyo tunakwenda kuma kumbika. Hapa samaki wetu tayari tumesha wa... wa anika kutokana na joto lililo humu ndani kuwa kali sana, na hichi ni kipindi cha jua la utosi. Kwa hiyo tutakwenda kuwakausha kwa muda wa siku tatu mpaka nne, alafu tutakuja kumwangalia samaki wetu anaendeleaje. Joto la humu ndani linakadiriwa kuwa nyuzi joto thelathini hadi arobaini kwa mida ya asubuhi, lakini inapofika saa saba mchana mpaka saa nane, jua la utosi, joto huongezeka hadi nyuzi joto sabini mpaka themanini. Joto hili husaidia kwanza kausha samaki hawa, matunda pamoja na mbogamboga mboga, lakini pili husaidia kuhifadhi virutubisho vya bidhaa hizi. Baada ya siku nne, samaki wetu akikauka anakuwa kama hivi mnavyomwona hapa, amekauka vizuri kabisa. Na akikauka namna hii, umri wake wa kuishi au tunasema shelf life ni kati ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili. Huyu samaki anakaa, umuhifadhi tu kwenye eneo ambalo o, si la unyevunyevu, sehemu ambayo ni kavu na yenye hewa kwa hiyo samaki wetu huyu ata, anaweza kudumu kwa muda huu ambao tulio niliosema kwa upande wake Lightness ana jukumu kubwa katika kusaidia mchakato huu kwa kuhakikisha usalama katika uhifadhi wa samaki hii inajumuisha teknolojia za uhifadhi wa joto mifumo ya usafirishaji wa kisasa na uandaaji katika hali ya usafi na kwa kufanya hivi samaki wanaweza kuhifadhiwa na kusafirishwa kwa ubora mzuri hadi kwenye soko, hata hivyo, kuongeza thamani na kuridhisha mahitaji ya watumiaji. Katika mchakato mzima namna ya kuandaa, tunazingatia usafi kwa sababu samaki ni mojawapo ya vyakula ambavyo vinaharibika kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo, na kitu kikubwa kinachofanya uharibike ni hasa ile hali ya majimaji walionayo. Kwa hiyo tunazingatia sana usafi wa hali ya juu katika muda wote tunaoandaa mpaka kufikia hatua ya kwenda kupeleka kwenye dryer kwa ajili ya kuwakausha. Changamoto wakati wa udhibiti ubora ni hali ya hewa. Hasa pale ambapo inapotokea, ah, pengine sio hali ya hewa tuseme umeme. Inapotokea katika mchakato mzima wa kuwasafirisha kuwaleta, pengine ikitokea ghafla umeme umekatika kwa masaa kadhaa, Changamoto linakuja hapo, sababu samaki anatakiwa akae kwenye maji hali ya baridi muda wote huo, kabla hajaandaliwa kwa ajili ya kukaushwa. Kwa hiyo changamoto inapotokea ni hapo. Mm, wito wangu kwa vijana ni kwamba kazi zipo, wasibweteke, wasikae nyumbani, watoke, wazungumze na watu. Watu wana kazi zao, kwa hiyo namna yao ya kutoka ya kufanya shughuli moja inavuta shughuli nyingine, kwa hiyo te mi nilikuwa katika shughuli zangu tu katika kufanya moja mbili tatu, ndipo nikakutana na Survey Fish Market. Kwa hiyo wito wangu kwa vijana ni kuchapa kazi, mazingira haya uliopo anzie hapo hapo, hata kama utauza karanga, hata kama utakuwa kondo, utakuwa nani, anzia anzie hapo hapo utakutana na waajiri wako kwenye hatua hiyo hiyo ya kujishughulisha. Asante. Wito wangu kwa akina mama tusichague kazi, kazi ni kazi na katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan katika uh, mipango yake yote ya kuinua uchumi. Kwa hiyo tujikite katika shughuli mbali mbalimbali kama Survey Fish Market, wajasiriamali tulioamua kujikita kwenye masuala ya uongezaji thamani wa samaki pamoja na dagaa kwa kutumia teknolojia ya jua. Yani solar dryer ambayo imetusaidia kukausha huyu samaki wetu e, katika hali ya usafi kabisa, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba virutubisho vyote vinakuwa havipotei. Ukitumia solar dryer basi ile protein unaipata kwa asilimia mia kwa mia, mia unakuwa hauipotezi hau, lakini pia bidhaa inakuwa haichafuliwi kwa vumbi au kwa ndege au wanyama au wadudu wa aina yoyote. Kwa hiyo bidhaa inakuwa salama kabisa kwa ajili ya matumizi ya yeah. Uhifadhi wa samaki ni changamoto kubwa kwa wavuvi na jamii zinazotegemea samaki kama chanzo cha si chakula. Licha ya kuwa njia za jadi za uhifadhi kama kukaushwa kwa moshi zimekuwa zikitumika kwa miaka mingi, athari zake kwa mazingira na afya ni dhahiri. Hata hivyo ukaushaji kwa kutumia nishati ya jua husaidia kuhifadhi samaki kwa muda mrefu, huku ikipunguza madhara ya kiafya na kuchangia katika uchumi wa jamii. Mpaka hapo, sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu.